Wewe ni moja kati ya watu ambao walikaa upande wa Mbowe wakati wa uchaguzi na hivi sasa imekuwa ikisemekana kwamba watu wanaohama wanasema kwamba ni watu upande wa Mbowe. Sasa unauliza nini wakati unaniona hapa? Kwa hiyo sio kweli. <laughs> Unaona, sio. Sio kweli, sio kwamba kila mtu alia ama ni mtu wa mnaoita watu, wa, watu, wa, watu wa Mbowe. Kwanza mimi naamini kwamba hayo mambo yalishakwisha, uchaguzi ulishakwisha, sasa hivi hakuna mtu wa Mbowe wala kuna mtu wa Lissu, sasa hivi kuna watu wa Chadema, hususani kwa sisi tuliokuwepo hapa, itabaki kuwa hivyo, na tutaendelea kukoma tupogo, tutaendelea kukomaa na shughuli za chama, kwa sababu wote tunafahamu kwamba hiki chama, chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, ndio tumaini pekee lililobaki kwa wananchi. Kwa hiyo ni lazima sisi tuchukue wajibu kama viongozi wa chama hiki. Lazima sisi tuchukue wajibu wa ku satisfy haya matamanio au matarajio ya Watanzania. Hiyo kozi, hatuwezi ku sell out. Haya mawimbi yanayo kipiga chama chenu, unaamini eh, ni natural, yanatoka ndani ya chama au kuna external forces? Na kama ipo, mnatokaje hapa? Of course kuna external forces. Eh, kuna watu wanajaribu kutake advantage ya hali yoyote iliyotokea. Hatuwezi kukataa kwamba kuna uncomfortability zilitokea baada ya uchaguzi wetu. Hilo hatuwezi kukataa, lakini ni utamaduni. Eh, malalamiko yapo katika vyama vyote. Eh, watu watalalamika kwenye Chadema, hiki akikwenda sawa, hiki akikwenda sawa, kama ambavyo watu wanalalamika kuhusiana na mchakato waliofanya CCM kumpitisha mgombea wao wa urais wa mwaka huu. Kwa hiyo hivi, hivi vitu vipo lakini vinashughulikiwaje na kila chama? Ndio maana tuko kamati kuu sasa hivi kwenda kuangalia, tuna discuss, tunaenda vipi mbele na chama chetu, tukiweka mbele maslahi ya Watanzania. Narudia tena, kwa sababu hili ndio tumaini pekee lililobaki la Watanzania, labda na jeshi.